Hi guys, nilikuwa nataka niwaambie kwamba tumefika pazuri, hakuna kurudi nyuma, shikilieni hapo hapo. Baada ya zile video za leo za wananchi <laughs> kuimba tuitake CCM, tunataka haki, zile video za leo, watawala wamechanganyikiwa hapa napowambia. wamedata wamedata, wanaenda kuachia gari sitini za mwendokasi okay? Kumbukeni ule mradi wa mwendokasi kasi wa Mbagala, nishawaambia ule mradi ni ni warostam Aziz ndio maana wameleta gari za gesi, zote ni gari za gesi wameleta, kwa sababu wanatumia gesi ya Rostam Aziz. Yani wamejipa wenyewe ile biashara sasa. Sasa ule mradi ulikuwa bado haujakamilika, sasa wanachokifanya wanatoa uh, ulikuwa bado haujakamilika kwa sababu ya gesi, zile steshen za gesi E, rosa malikuwa bado hajakamilisha. Sasa wanafosi sasa wanafosi, kwa sababu baada ya kuona ishu inakuwa in nzito, so wanaenda kuachia gari 60 eh, ili ili wananchi mrudi nyuma, ili wawadanganyie, wafanyie danganya toto. Kwanza kabisa hizi gari zenyewe ni yani ni mavi matupu. Hazina muda na zenyewe zitakufa vile vile, mavi matupu. Sasa yani ni ni ufisadi mtupu kwenye hizi gari mpya zilizoletwa kama tu hizi za Kimara. Ndio maana pia zimekufa haraka, zimenini, yaani ufisadi mtupu. So wanafosi wanawaleteni hizi gari sitini, sasa hizi, ili ili mrudi nyuma na maandamano. Wamechanganyikiwa, hakuna kurudi nyuma. Tanzania tuna matatizo makubwa, sio tatizo letu, sio gari sitini za mwendo kasi. Kwa hiyo jamani, shikilieni hapo, msidanganyike hata dakika moja, wasitumie hii kuwarudisha nyuma hata dakika moja. Wanaenda kuachia gari sitini. Hakuna kurudi nyuma, ni pale pale, tuko pale pale mpaka tupate haki, mpaka nchi ipate haki. Tupate haki ya kuchagua viongozi tunaowataka, tupate haki ya kuwa bunge litakalotusaidia, tupate haki ya kuwa na uongozi ambao hauna ufisadi. Tupate haki hata tupate maji ya kunywa. Hakuna kurudi nyuma, hakuna.